Ruto amepuuzilia mbali juhudi za kufufua muungano wa Azimio la Umoja, akisema kuwa muungano wa upinzani hauwezi kuendelea kuwepo bila ya chama cha ODM. Akizungumza akiwa eneo la Pipeline kaunti ya Nairobi, Rais Ruto amesema kuwa muungano huo ulipoteza katika uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2022 huku akiwataka kujitayarisha kupambana naye kwa mara nyingine mwaka wa 2027. Fred Wambua anatuarifu. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kama mwenyekiti wa Azimio akionekana kutaka kufufua muungano huo wa kisiasa baada ya kumteua Kalonzo Musyoka kuwa kinara wa muungano huo, Rais William Ruto amesuta hatua hiyo akisema kuwa hakuna Azimio bila chama cha ODM, akiweka wazi kuwa walishinda Azimio katika mwaka wa 2022, akitaka viongozi hao kujipanga kupambana naye mwaka ujao. Sasa nimesikia ati wanataka kuanzisha Azimio ile Azimio tulinyorosha asubuhi na mapema sasa niwaulize, Azimio bila ODM si sinikuzimia? Azimio bila ODM sinikuzimia? Ni kweli ama si kweli? Ndio mimi nawauliza. Wale wengine tunashindana na wao pia na wao wajipange, ama namna gani? Eh, wajipange. Hii siasa tunaelewa bana. Si nyinyi ndio mnachagua MCA si nyinyi ndio mnachagua mbunge? Si nyinyi ndio mnachagua gavana? Si nyinyi ndio mnachagua rais? Haya yanajiri siku chache baada ya kiongozi wa Waipa Kalonzo Musyoka kusuta Rais William Ruto na serikali yake kusimamisha uchapishaji rasmi wake kama kiongozi mteule wa Azimio hasa baada ya msajili wa vyama na muungano wa kisiasa nchini kukubali hatua ya Azimio kumteua Kalonzo Musyoka. Rais William Ruto amehimiza ushirikiano na umoja kati ya Wakenya, akisema ndio maana waliunda serikali jumuishi kuondoa siasa za ukabila nchini. Tumekubaliana ya kwamba kama watu wa siti ya Nairobi tumeunganisha viongozi wote. Leo tuko na MCAs wote, wabunge wote tumeungana. National government imeungana na county government. Tuondoe siasa ya chuki Tuondoe siasa ya ubaguzi, tuondoe siasa ya ukabila. Nairobi hii ni cosmopolitan city, mahali wa Kenya kutoka jamii zote wanaishi, na hiyo siasa ya kuunganisha Kenya inaanza hapa Nairobi. Na mimi nataka niwaambie Nairobi, asanteni sana kwa kukubali tuunganishe Nairobi yetu hii iwe ndio kielelezo ya umoja wa taifa letu la la Kenya. Ndio nimekubaliana tumetengeneza serikali ya broad based government, ile ya kuunganisha jamii zote ya kuleta watu wote wa Kenya pamoja. Haya yamejiri baada ya, ya kuhudhuria ibada ya Jumapili na ufunguzi wa kanisa la AIC Pipeline katika kaunti ya Nairobi. Fredrick Wambua, Undugu TV.